Hili dogo e, niliwaambia juzi mgombea e, wa CCM, Mama Samia ambe mi siamini si, si katika uchaguzi na napenda iwe very clear. Hakuna uchaguzi bila kufanya mwafaka wa kitaifa. Hakuna uchaguzi bila kufanya mwafaka wa kitaifa na kama unaipenda nchi hii ukienda kupiga kura, kwanza hakuna upinzani, vile vyama vyote vile ni kitu hiki CCM na vile vyote ni kitu hiki, waongo wote. Kwa utapokwenda kwenye kituo cha kupiga kura, unakwenda kushiriki najisi kwenye nchi yetu. Na wewe ni mapenzi ya kweli na ya dhati kwa nchi yako, usishiriki unajisi kwenye nchi yetu. Mimi sitaonekana kwenye kituo cha kupiga kura, niko hapa hapa Bongo, lakini sitaonekana kwenye kituo cha kupiga kura Siwezi kushiriki najisi kwa maana hiyo. E, sasa niliwaambia.